Tuko hapa katika shangwe la mama Samia. E, tuko na mtumishi wa Mungu e, mtume Bashando amezungumza vingi. Tuko na simba kama tutazungumza naye mawili matatu, akujuze na wewe ambaye ulikuwa hufahamu labda leo hii nini kiko kinaendelea mahali hapa. Mtumishi wa Mungu e, shalom Shalom, shalom, bwana asifiwe. Amina, uko vizuri? Niko vizuri kabisa. Hongera. Asante sana. Ilikuwa poa kweli kweli. Maneno mawili matatu kumwambia yule ambaye labda ndo kwanza alikuwa ndo anatazama ama anafahamu, eh, kupitia hapa. Ah, sisi tumekuja kwenye shangwe la mama. Shangwe ya Mama Samia mm. ni event ya vijana kama unavyoona nimezungukwa na Gen Z hapa mm. Unajua watu wanaamini kama mama asapotiwi na vijana mm. Lakini mama ana timu kubwa sana ya vijana nyuma yeah, yake, sema sasa vijana hawaonekani. Mi nimekuja hapa ili waonekane na wapate sapoti mm. ili tuweze kuingia kwenye kompetishen ya kisiasa kwa amani. Unajua watanzania hatuna hatuna desturi ya kupigana. Uhuru wetu hatukuupata kwa kumwaga damu mm. na hata kama kuna mabadiliko yatatokea, yatatokea bila kumwaga damu. Kwao nimekuja kutoa na saa zangu na kuongelea kazi za mama kidogo. Mm. Sawa umezungumza mambo mengi kweli kweli, na kusema kwamba mama tumpatie e, mingine kumi mbele sio mitano, tumpatie e, kumi mbele e, kuna baadhi ya watu wamesema kwamba hivi kuna mano ambaye anaendelea mitandaoni ukiwa kama mtume Bashando, nini kilikusukuma kuongea kauli kama ile? Unajua kitu kimoja tuelewane, mama alikuwa ni makamu wa rais kwa Magufuli, na mheshimiwa Magufuli alipofariki mama akapokea uongozi wa Magufuli kwa mimi naona hata hii miaka aliyoongoza mama ilikuwa ni awamu ya tano ya Magufuli. Mm. mama awamu yake inaanza Oktoba, ndio anachaguliwa kwa kupiga kura. Mm. Yaani hapo ndio anaenda kuwa sasa rais kamili wa kuchaguliwa na wananchi kwa Watanzania. Mm. hapa nyuma alikuwa rais wa kikatiba. Mm. Sasa kama ni rais kamili anayechaguliwa kwa kura, marais wanaoingia kwa kura wanagom, wanatawala kwa mm. mm. Mm. kwa wanatawala miaka miaka mingapi? miaka kumi. Umeelewa? kwa mimi nilikuwa nasema hizi alizompokea Magufuli amefanya kazi nzuri kwa hiyo Oktoba anayoingia akimaliza uh, mpaka ya Oktoba thelathini eh, agombee tena hadi 35 amalize, aingie mtu mwingine. Alafu hapa katikati, unajua kubadilisha katiba kupata katiba mpya ni mchakato mkubwa, kwa hapa katikati aangaikie mambo ya kupata katiba ili kwenye elfu mbili na thelathini thelathini moja hapo tupate angalau serikali ya mseto. Sababu leo uwezi ukachukua tu mpinzani umemwokota uberigiji sijui mwingine umemwokota Kanada unampa nchi. Nchi lazima ipate mtu mzoefu, amekaa anaijua serikali vizuri. Magufuli amekuja kuwa kiongozi wa taifa la Tanzania akiwa ametoka kuwa waziri kwa miaka ishirini, anaijua serikali vizuri. Sasa leo ukute mtu amekuwa amekimbia uaskofu eh? Ameingia kwenye, kwenye siasa miaka mitano tu anataka urais, umeelewa? Kwa mimi nimekuja hapa kuwafungua akili wa Tanzania wasipelekwe na mihemko ya kisiasa mm. Ile no reform no election ni maneno mazuri sana, lakini ndani yake kuna roho chafu. Ndio mimi napingana nayo, ndio hiyo napambana nayo mm. E, watu waangalie kazi alizozifanya mama, waangalie ma, malengo e, mazuri ambayo serikali inayo kwa wananchi mm. Alafu watu wasimamie hapo hapo mm. mm. Simama na kusema na ukaposti katika mitandao ya kijamii tukaona oh, watu wakasema kwamba Bashando ni chawa. Kauli kama ile kwako wewe unaitafsiri vipi? Nimeanza kuitwa chawa tangu niko kwa Jodevi neno chawa nimeanza kulipata nikiwa kwa Nabii Jodevi. Alinipa gari, baada ya kunipa gari ikatrendi mitandaoni. Unajua bongo na roho mbaya, hawatakagi mtu upate, yani watu hawataki... Okay, ni wangapi wanamsifia Tundulisu? Wangapi, wangapi wanamsifia Lemo, wangapi wanamsifia Heche, na hawaitwi chawa, sababu kule pakavu upati kitu, umeelewa? Sasa ukikaa sehemu ambayo ina maslahi lazima uitwe chawa. Kwa mimi siogopi chochote mtu uniite chawa uniite nani, mimi nasimamia kile ninachokiamini. Mimi siko hapa kwa sababu ya Chama cha Mapinduzi, mimi niko hapa kwa sababu ya amani na utulivu wa taifa langu. Wee ni shahidi mwaka 2023, Uh, mwezi wa tisa na mwezi wa kumi nimezunguka mikoa karibia minne na jeshi la polisi, tunahamasisha watu wanaoshikilia wanaomiliki silaha kinyume na utaratibu, silaha haramu wazisalimishe, na tulikusanya silaha nyingi sana kwa kushirikiana na jeshi la polisi. Sasa pale nilifanya kama chawa au kama mzalendo wa nchi? Kwa kuitwa chawa, kutukanwa ni dalili za Shetani. Na kwanza, kama we ni mtu mzuri wa Mungu, kwa nini utukane mtu leo matusi wanaotukana mi nimetukanwa matusi karibu elfu sita mia nne nimehesabu zile komenti na tukano hadi nasema hawa watu wakipewa nchi hii nchi siitakuwa kama kilabu cha pombe za kienyeji kama watukanaji hawa ndo wanataka nchi lakini ukienda kwa watu wa CCM wako kimya kutukana hakuna Kwa mimi nafanya hivi kwa mapenzi ya nchi yangu sio swala la uchawa au kutaka masilahi yoyote mm. Sawa, uh, lakini pia tumeona hapa juzi kati ulikuwa umeposti ukasema kwamba unaonya baadhi ya wa wachungaji ambao wanatumia madhabahu kumsema, e, maneno mabaya kwa rais. Kauli ile pia watu walikuwa kama hawajaelewa, kwa nini Bashando wamesimama na kukemea wachungaji hawa, watumishi wa Mungu hawa? Kuna mifumo inatengenezwa umkanisani na makanjanja, yaani askofu mmoja kwa nguvu alizonazo anakusanya hivi vitumishi vinavyochipukia vinabinjaanjaa hivi, umeelewa? Anaanza kuvipa taarifa za uongo juu ya serikali baada ya hapo hivi vinabii vinaenda kwenye makanisa vina, unakuta mtu ana kanisa la watu hamsini wa watu mia mbili anaanza kuambia Mungu amenionyesha. Kumbe kile anachosema Mungu amemwonyesha ni taarifa amepewa na askofu fulani ambaye ana lengo la kutaka kugombea urais kwao, wanampigia kampeni kwa kulitumia jina la Mungu. Sasa hivyo vitu nimevijua muda mrefu, lakini nilijua havitaleta madhara baada ya kuona juzi mikakati mibovu ya kutaka kumwamgushia mama jumba bovu, kutaka kuichonganisha serikali na wananchi, ndio ikabidi nitokeze niwaonye. Sijawataja majina kwa sababu zangu binafsi, lakini huko tunapoelekea nitawataja majina. Askofu nitamtaja jina lake na viongozi walioko nyuma yake wanaomsapoti nitawataja majina yao. Napata chimbika Unajua, swala la kulinda amani na utulivu na usalama wa nchi yetu sio ya polisi wala usalama wa taifa wala wanajeshi peke, wala viongozi wa serikali pekee. Hii ni swala la kila raia. Kwa mimi nasimama kama wajibu wangu kulinda usalama na amani ya nchi. Na kwa nini linde kwa upande wa rais wangu Samia? Ukisoma maandiko, kuna wakati Daudi alikuwa mfalme wa Israeli afu akatoka kwenda kupigana vitani. Akakoswa koswa mkuki. Yoabu akasema, hapana, wewe hutaki kwenda vitani kwa sababu ni bora wafe wanajeshi elfu moja, ila ukifa wewe taa ya Israeli itazimika. Leo ukimletea vurugu mama ambaye ndo anaongoza taifa hili eh, utakuwa unalitikisa taifa. Kwa huyu mama lazima tumlinde kwa nguvu zetu zote, akili zetu zote, na kwa uwezo wote tulionao. Mama lazima tumlinde pale ambapo anataka kufanyiwa figisu, especially kwa jinsia ya yake. Angekuwa ni mwanaume tungekaa kimya, apambane na hali yake. Hivi leo upite njiani ukute mwanaume anapiga mwanamke na we ni mwanaume kabisa umekamilika na akili kichwani zipo mm, utafanyaje? Lazima umsaidie yule mwanamke. Kwa mama asinyanyapaliwe kwa sababu ya jinsia yake. Huyu ni rais anayefanya vizuri, hata watutukane hata wasemeje, na mikakati yote mibaya tutashughulika nayo sisi wananchi. Unajua mimi hapa, eh, nimeanzisha kitu kinaitwa Umoja wa Mitume na Manabii Tanzania naheshimiwa na, na manabii wengi Nina uwezo wa kukaa nao vikao nikawajaza vitu wakaviongea, ukafikiria ni Mungu, kumbe sio Mungu, ni mimi nimewafid. Sasa huo mchezo mchafu ndio unafanyika. Utasikia mtu anakuambia afu, kuna mmoja simtaji na muhifadhi. Amekaa kama Shimei, umeelewa? Anaiongelea vibaya serikali lakini mwisho wa siku unamkuta Ikulu, yeye ndio wa kwanza kuchukua sausage na kula. Sasa huo ni unafiki uliopitiliza. Watumishi wa Mungu, turudi kwenye nafasi yetu. Leo anasema ubiri kwa sababu mimi nimeamua kujitoa hadharani na kukemea ila wale ambao wanahubiri siasa kwa mgongo wa kusema ni unabii, ndio niko hapa kuwakemea. Sasa turudi kwenye kusudi la Mungu. Kusudi la Mungu ni Warumi kumi na tatu moja mpaka tano, inasema tuzitii mamlaka zilizo kuu. Mimi kama nabii, wewe kama askofu, kama mchungaji, kama shehe, kama padri, mamlaka unapaswa kuitii. Sisi ni kama maaskari tunaotakiwa kupiga saluti kwenye serikali iliyopo. Ikitokea hawa wanaoreform kwenye mwaka wa elfu mbili na arobaini na hamsini huko wakaja kuchukua nchi na wenyewe wataheshimiwa, ila kwa sasa hivi wakiache kile chama ambacho Mungu amekichagua na serikali ambayo Mungu ameichagua. wa sisi watumishi wa Mungu tutasapoti hiyo. hmm. hmm. chote kile cha kumalizia, kabla ya kumalizia, kuna wasaidizi wa mama, nao unawaambia nini? Pengine vijana wamekata tamaa kutokana na yale ambayo hao viongozi wa chini wanayoyafanya, unawaambia nini, viongozi wa chini Umeniuliza swali zuri sana. Hao ndio watu wanaomharibia mama. Ukimwangalia rais wetu hana shida yoyote, hata mambo anayotupiwa lawama anazopelekewa, wanaomharibia ni wasaidizi wake. Kuna viongozi wamegeuka miungu watu. Mimi naweza tu nikarudisha ushauri kwa mama awe mkali, ile mfumo aliyokuja nao Magufuli, nchi ikanyooka, mpaka unakuta matrafiki wamejipanga kupunguza foleni Unakuta ofisi akifika mwananchi wa chini anahudumiwa, azidishe ukali, azidishe hapo hapo, kwa sababu hawa wa chini hawa ndio wanaomharibia mama, na hawa ndio wanaoleta uzembe wao na, na, na, na, na, na kufanya vitendo ambavyo vinasababisha kama mama afanyi kazi. Mama washughulikie.